Mtumishi wa Bwana, damu ina umuhimu sana katika ibada, damu ina umuhimu sana katika utakaso, damu ina umuhimu sana katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana sasa hata waovu pia wanatumia damu. Waovu hawafanyi uh, vitu vyao chochote, hawafanyi uh, chochote pasipo damu, lazima kwanza wamwage damu. Wengi hapa mashahidi, wachawi wanatumia damu, waganga wanatumia damu, washirikina wanatumia damu, na wale wote waovu wanaotumia mambo ya uchawi wanatumia damu. Kwa nini damu? Kwa sababu damu ni uhai kwa hawawezi kufanya chochote pasipo damu. Kumbuka hata tulipokuwa tukienda kwa waganga zamani, mganga anakuambia lete kuku. Mganga ana shida na nyama ya kuku, mganga anataka damu ya kuku ili yale mambo yako ya uchaa anawe kufanyia pale ayasimamishe kwa damu, ili ya kwamba yawe na uhai yafanye kazi. Ile ilizi anayekupa aiunganishe na, na damu ya kuku ili ile ilizi ifanye kazi. Ina maana pasipo damu ilizi haiwezi kufanya kazi. Pasipo damu uchawi hauwezi kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu damu ni uhai. Kwa hata waovu nao pia eh, walikuwa wanatumia hizo damu. Kwa mfano tuchukulie mfano, labda eh, tuchukulie mfano labda laana. Laana zinaposomwa waovu wanapokusomea laana, labda wanataka kumlaani mtu fulani. Wanapokusomea laana ile laana inasimama, hii inakuwa haina uhai. Wanasoma laana, yule mtu asiolewe, asifanikiwe, asifanye vivi na hivi na hivi na hivi, yaani mambo yote anakutamkia ambayo sio mazuri. Ile laana inasimama, haiwezi ikatoka hapa ilipo ikaenda sehemu nyingine, kwa sababu haina uhai, inakuwa kama lisanamu. Sasa wanapochukua yule kuku wanachinja, wanachukua yule kuku wanachinja, wanakunenea sasa, we kwa jina lako, ule uhai wa kuku unaingia kwenye ile laana. Ile laana sasa ndio inapata nguvu, inapata uhai, inaanza kutembea kumtafuta aliyonuiziwa hiyo laana, inamtafuta mpaka inampata, inamwingia. Lakini pasipo damu haiwezi kufanya kitu chochote.